Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji wa Faidika TV kokote pale ulipo duniani, ni kualike tena katika dakika kadhaa tunazoangazia na kutazama changamoto zinazowafika mayatima wanaoishi vijijini. Ndugu yangu mwislamu na ewe mpenda heri, wallahi ukitaka kumshukuru Mola wako, basi mtazame yule wa chini yako huko kutakupelekea kumshukuru Mola wako na kuthamini kile kidogo ambacho Allah amekuruzuku na amekupatia hapa ulimwenguni. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, ama kwa hakika, kuna watu wanaishi maisha magumu na maisha mazito sana, wakati sisi mjini tukiji nasibu kuwa ni mafukara na masikini na tukipambana kila siku kujinasua katika ufukara na, masi, na umasikini na tukijiona tuna hali mbaya na hali ngumu sana wakati tumepanga katika vyumba vya laki moja laki na nusu vyenye feni na vyenye AC vingine na tiles na raha zingine mbalimbali. Ndugu yangu kuna watu wanaishi maisha magumu tena ni mayatima wasiokuwa na baba fa subhanallah, anayewatazama anayewaangalia mahitaji yao na yale wanayoyataka katika maisha yao. Ndugu yangu Muislam, leo tumebahatika kukutembelea mmoja katika familia ya dada yetu aliyopata bahati ya kuolewa miaka kadhaa iliyopita. Mungu akamjalia yeye na mume wake kupata watoto wanne, hawa watoto mayatima mnaowaona mbele yenu. Lakini kama mnavyojua shani na za Mungu anavyozipanga, mume wake alipata matatizo ya kupigwa mapanga na kutolewa macho na hatimaye umauti kumkuta akamwacha huyu binti huyu dada na watoto wanne. Hakika wanateseka, hakika wanapata tabu, kwani kulikuwa hakuna namna. Lazima binti huyu na hawa watoto wanne warudi kuishi majumbani nyumbani kwao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Jamani ndugu zangu Waislamu, mimi ninavyoniona ninalea mayatima hawa hapa. Mume wangu alifariki mwakaribia mwaka miaka mitatu iliyopita nyuma, alikatokatwa wa mapanga, akaniachia familia hii hapa sasa hivi ninalea hii familia, ninaishi hapa nyumbani, ninaishi hapa mimi na mama zangu na baba angu, nyumba ndo hii tunayoishi. Sasa ninaomba jamani, mnisaidie, ndugu zangu, mlokuwa Waislamu na ambao sio Waislamu, mlokuwa nje ya Tanzania na Tanzania, naomba mnisaidie jamani. Na mimi ni msichana bado, ninaweza nafanya kazi na nguvu zangu vizuri tu. Naomba mnisaidie hata mtaji, si kwamba mnisaidie nimnijengee nyumba, hapana. Mimi bado nina nguvu zangu, mimi mbona nina nguvu, naweza kuwalea mayatima. Mnisaidie nipate hata mtaji ili nipate ni, kujiendeleza na biashara na mimi na nguvu zangu bado naweza kufanya biashara, ila hali ngumu maisha nayoishi ndoo hivyo. Kijumba ndoo hicho, tunalala umo wote, mimi baba na watoto. Muda mwingine nashindwa hata jinsi ya kufanya nifanyeje, ina nnabaki tu na huzuni. Mume wangu alivyofariki ndoo hivyo, nalea watoto wao hapo mwenyewe, wananishinda hata kwenda kuwapeleka shule mtihani kwa sababu sina chochote kile. Mayatima mjini huko, wenzetu wanalelewa, kuna vituo wanalelewa, lakini huku vijijini hamna. Ndo kama hivi, kila mtu mwenyewe, ukiwa na familia yako unahangaika nayo mwenyewe. Hivyo hivyo, jamani, naomba mnisaidie ndugu zangu Waislamu. Mimi nipo huku kijijini, huku ni kijijini, tunaangalia huko, tukisikia wenzetu wanasaidiwa huko kwenye misaada, vituo watoto wanalelewa lakini sisi huku hakuna, huku ni vijijini, hakuna hivi. Yani mtu nalea mwenyewe watoto wako, kama hivo, mmelala humo ndani na wazazi tunalala hapo chini. Lakini mimi sitaki mnisaidie mnijengee nyumba, naomba tu mnisaidie hata mtaji, nguvu ninazo mimi, bado ni msichana, nina uwezo wa kufanya kazi. Yani mkiniwezesha mtaji wowote ule, mimi ninafanya kazi yoyote, yani ninafanya hata biashara ya kuwawezesha hawa watoto nao wajisikie wapo duniani, jamani. Maana tunaishi kama sijui hata tuko wapi, hatutambui huku kijijini yani, hatujui kwamba sijui kuna maisha mazuri, kwamba hivi watoto wanavaa vizuri, wanakula, hamna. Yani tumejikalia tu bora tupo, tupo, tunaishi duniani. Ndugu zangu Waislamu na msio kuwa Waislamu, naomba mnisaidie jamani. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ana wa kafil yatim kahataini fil janna, mimi pamoja na mwenye kumlea yatima ni kama pete na kidole katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu yangu Muislamu, fursa ni hii na nafasi ni hii na wakati ndiyo huu. Hakuna jambo kubwa kama kuwasaidia mayatima, hakuna jambo kubwa kama kuwasaidia wajane. Mtume anasema hakika mwenye kwenda mbio kuwasaidia wajane kuwasaidia mayatima kuwasaidia masikini na mafukara ni kama mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah Subhanahu wa Taala, au kama ni mwenye kufunga hakuwahi kufuturu hata siku moja. Fadhila zilioje, ndugu yangu Muislamu! Neema iliyoje hiyo, ndugu yangu Muislamu. Tusiiache hii fursa ya kuwasaidia hawa. Una chochote kile, basi tafadhali ungana nasi tuweze kuisaidia hii familia yenye watoto mayatima wanne. Naomba Allah Subhanahu wa Taala akupeni nyoyo za imani na nyoyo za huruma, tuweze kuwasaidia hawa mayatima biidhnillah Taala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.